pesa ni mpesa nilidhani <laughs> mimi ndo mjanja kumbe washikaji wananizidi kete lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo pesa ni mpesa kuwapa taarifa vilabu na watanzania wapenda michezo kuhusu zoezi la usajili wa wachezaji linaloendelea Zoezi hili lilianza tarehe 15 mwezi wa 11 na ni dirisha dogo ambalo kikomo chake ni tarehe 15 Disemba, lakini kutokana na changamoto ambazo tulizipata kama shirikisho kwenye mfumo wa usajili tulilazimika eh, siku ya mwisho kusogeza mbele zoezi la kuingiza majina kutokana na mfumo wa kupata hitilafu siku ya mwisho ya kufunga dirisha. Vilabu mbalimbali vimesajili mbali wachezaji kama mnavyofahamu, na vimetuletea taarifa zao, zimeingiza taarifa zao kwenye system, na baadhi ya taarifa nyingine tunaendelea kuzipata. E, lengo la kuzungumza na vilabu leo ni kuvipa Eh, kuwakumbusha kwa kweli kwamba baada ya kuongeza muda wa ku, eh, kuleta taarifa mbalimbali za usajili mpaka tarehe ishirini na tatu ambayo ni kesho, basi baada ya hapo hatutakuwa tukipokea tena. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba eh, vilabu vikumbuke kwamba ni muhimu vihakikishe kufikia kesho saa saba mchana vimetuletea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 Pesa ni M-Pesa. <laughs> Nidhani mimi ndo mjanja. Kumbe washikaji waenyezidi kete. Lipa kwa M-Pesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni M-Pesa.